Ujumbe wa Tundu Lissu kutoka gerezani umemweka pabaya baada ya Samia Suluhu kumwendea hujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, kimeeleza wasiwasi wake kuhusu kile kinachodai kuwa ufuatiliaji maalum dhidi ya mwenyekiti wa taifa Tundu Lissu akiwa kizuizini, hatua ambayo chama hicho kinahusisha na ujumbe wa rambirambi aliuandaa kwa ajili ya mazishi ya aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama marehemu Edwin Mtei. Kwa mujibu wa chama hicho, mabadiliko kama mwenendo wa namna Lissu anavyoshughulikiwa gerezani yalianza mara tu baada ya kuandaa ujumbe huo uliokuwa ukilenga kutoa heshima kwa kiongozi wa zamani na kuakisi mchango wake katika historia ya chama na demokrasia nchini. Naibu katika mkuu ama naibu katibu mkuu wa Chadema aliambia vyombo vya habari kuwa tangu ujumbe huo kuandaliwa, Lissu amekuwa akihojiwa mara kwa mara na kuwekwa chini uangalizi wa karibu bila maelekezo ama maelezo ya kina kutoka kwa mamlaka, hali ambayo chama kinadai inazoa maswali kuhusu uhuru wa kujieleza, haki za msingi na viongozi wa kisiasa walioko kizuizini na nafasi ya siasa za ushindani nchini Tanzania. Tukio hili inajitokeza wakati ambapo mjadala kuhusu anga ya kisiasa nchini in Tanzania inaendelea baada ya miaka kadhaa ya mvutano kati ya serikali na vyama vya upinzani kuhusu mikutano ya hadhara, kampeni, uhuru wa kujieleza na masuala ya ulinzi wa haki za binadamu. Ripoti ya Freedom House ya mwaka 2024 ilitaja kuwa Tanzania ni uhuru wa sehemu party free ikinukuu changamoto za vyama vya upinzani katika kufanya shughuli za kisiasa kwa uhuru katika kipindi cha miaka ya karibuni. Kwa upande wa taasisi za kimataifa, Human Rights Watch nimewahi kuzitaja kesi za viongozi wa upinzani hasa nchini Tanzania, ikisema kuwa mwenendo wa kuhoji mara kwa mara na kuadhibiti wakiwa kizuizini unaweza kuathiri hata haki zao za kisheria na uhuru wa kujieleza. Na katika muktadha huo, taarifa ya CHADEMA imeongeza uzito wa mjadala kuhusu iwapo mazingira ushindani wa kisiasa nchini yanapanuka au yanajikaza, hasa baada ya vipindi vya uchaguzi vilivyopita ambavyo vilishuhudia utata wa kimtazamo na malalamiko ya wapinzani kwa mujibu wa Chadema, ujumbe wa Lissu ulilenga kutoa salamu za rambirambi kwa familia ya Mtei, wanachama wa umma, wanachama na umma, pamoja na kukumbusha mchango wa marehemu katika historia ya chama na ujenzi wa msingi wa siasa za ushindani. Hakukuwa na dai la uchochezi wala maudhui yanayokwenda kinyume na sheria. Chama kina nukuu haki ya kikatiba ya kujieleza na kutoa maoni na kwa mujibu wa katiba ya Tanzania ya mwaka elfu moja kenda mia sabini na saba ibara ya kumi na nane inaainisha haki ya kupata na kutoa taarifa, huku sheria za ndani na za kimataifa zikilinda uhuru huu wakati wa uhai na hata kizuizini. Umoja wa Mataifa kupitia International Convention, or rather, Covenant on Civil and Political Rights unaeleza wazi kuwa zuio la haki za msingi kwa watu walioko kizuizini linatakiwa kuwa la lazima na la kiwango cha chini. Mashirika ya haki za binadamu yamekuwa yakisema kwamba tafsiri finyu ya sheria za uchochezi na sheria za usalama mara nyingi hutumiwa katika mazingira ya kisiasa ndani ya Afrika Mashariki, hatua inayoonekana pia nchini Uganda wakati wa maandamano ya mwaka 2020 dhidi ya kukamatwa kwa mgombea wa urais Robert Kyagulanyi Bobi Wine, ambapo uchunguzi wa kisheria ulionyesha kuwa mashtaka ya uchochezi yalitumika kwa upana kupitia kiasi. Tundu Lissu amekuwa miongoni mwa viongozi wa upinzani wenye sauti na ushawishi mkubwa katika siasa za kia, kisasa za Tanzania, na mwaka 2017 alinusurika jaribio la mauaji aliposhambuliwa kwa risasi jijini Dodoma, tukio lililovuta hisia za kimataifa na kujadiliwa na taasisi kama International Bar Association ambayo ilieleza kuwa ulinzi wa wanasiasa wa upinzani ni kipimo cha ubora wa demokrasia. Mara kadhaa Lissu amekuwa akituhumiwa ama akituhumu mfumo wa kisiasa nchini kwa kukandamiza uhuru wa vyama, shutuma ambazo serikali imekuwa ikikanusha. Muktadha huu unafanya tukio la sasa la ufuatiliaji gerezani kuwa la uzito wa ziada kwa wadadisi wa masuala ya siasa na haki za binadamu. Na kwa upande mwingine, mamlaka za usalama nchini mara nyingi zimekuwa zikitoa kauli za jumla kuhusu umuhimu wa kudhibiti mawasiliano ya kisiasa ili kulinda amani na utulivu, ingawa mara chache zime kwa undani taratibu zinazotumika katika mazingira ya kizuizini. Taarifa ya Chadema imezua gumzo katika mitandao ya kijamii na machukuo ya mjadala, ambapo wanaharakati wa haki za binadamu yamekuwa wakitaka ufafanuzi zaidi juu ya msingi wa ufuatiliaji huo mnaha mnadharia wa siasa za Afrika Mashariki Profesa Nicodemus Mushi alinukuliwa na chombo cha habari cha ndani akisema kuwa hali ya ushindani wa kisiasa nchini haiwezi kutathminiwa kwa uchaguzi pekee, bali pia kwa namna vyombo vya dola vinavyowatendea viongozi wa vyama tofauti wakati wa misukosuko. Kauli kama hizi zinaashiria kwamba mjadala unaoendelea unahusu zaidi ya tukio la mtu mmoja. Kwa kiasi kikubwa, suala hili limeunganika na mjadala wa uhuru wa kisiasa unaoripotiwa katika nchi za Afrika Mashariki kwa ujumla. Na ripoti ya African Peer Review Mechanism APRM ya mwaka 2023 ilionyesha kuwa nchi nyingi za ukanda zinakabiliwa na changamoto za kuuanisha usalama wa taifa na haki za kisiasa za wapinzani, hasa katika kipindi cha baada ya uchaguzi. Edwin Mtei alikuwa mmoja wa waasisi wa Chadema na pia mtendaji muhimu katika serikali za awali baada ya uhuru, akiwa ama akiwahi kuwa gavana wa benki kuu ya Tanzania mwaka 1960 na waziri wa fedha katika miaka ya 1970. Kwa wanahistoria wa siasa, mchango wake katika mabadiliko ya kiuchumi na baadaye katika ujenzi wa siasa za ushindani ndio unafanya kifo chake kuwa tukio la kisiasa la uzito, na kwa hivyo, mjadala unaozunguka ujumbe wa mazishi sio pekee kuhusu maudhui, bali unaingiliana na historia ndefu ya harakati za siasa za upinzani nchini. Kisa hiki kinaangazia swali pana zaidi: je, vyama vya upinzani na viongozi wao wanaweza kushiriki katika matukio ya kisiasa na kijamii bila uingiliaji, hata wanapokuwa kizuizini? Katika enzi ambayo michakato ya kidemokrasia inapanuka na mitazamo ya umma inapanda uwazi, hatua yoyote inadaiwa kubana uhuru wa kisiasa ina uzito mkubwa zaidi kuliko ilivyokuwa miaka ya nyuma. Na kwa Tanzania, tukio hili linakuwa kipimo muhimu cha mstakabali wa siasa za ushindani, ulinzi wa haki za binadamu, na nafasi ya taasisi za dola na katika mazingira ya demokrasia changa utafiti wa Benki ya Dunia unasisitiza kuwa siasa jumuishi na utawala wa sheria ni msingi wa uchumi thabiti na jamii yenye utulivu. Kwa mantiki hiyo, ufuatiliaji dhidi ya Tundu Lissu si tukio la mtu mmoja au chama kimoja; ni jaribio la kuelewa kama Tanzania inaanza, uh, inaanza kuingia katika zama mpya za uwazi wa kisiasa au kama bado inapambana na kusawazisha nguvu za dola na haki za kisiasa katika uwanja mpana wa demokrasia. Ikiwa unataka ikiwa ni siku yako ya kwanza kufika hapa kwenye chaneli hii ya TanzaPulse, tafadhali na kusihi subscribe kama njia ya kutupa support ili tuweze kukua kama platform.